Tanzania ina sera zake na hasa Wizara ya Mambo ya Nje na sera mojawapo ni eh, diplomasia ya, ya, ya uchumi. Kwa hiyo hapa tunachokitekeleza kama ubalozi, tunatekeleza hiyo sera ya diplomasia ya uchumi na ndio maana nikaweza kuongea na wakuu wa mikoa mbalimbali, na kwa bahati nzuri mkoa wa Geita umeitikia, namshukuru sana huyo mkoa wa mkoa, lakini na mikoa ambayo imesalia ambayo nimeshafanya mazungumzo nao, wangefanya utaratibu tu kuwatafuta hao wakulima waweze kuja na kuendelea na mafunzo haya mazuri kabisa ambayo kwa ujumla tunapata bure. Wapi hapa duniani unaweza kupata mafunzo bure ya yani, namna hii? ni kwamba Uganda penda na kama inatupenda basi tufaidike na huo upendo. Ni shukuru uongozi wote wa mkoa wa Geita, kiongozi na mkuu wa mkoa wetu Bwana Martin Shigela kwa kuona umuhimu wa wafugaji wake kutembelea nchini Uganda kwa ajili ya kujifunza. Mheshimiwa mkuu wa mkoa alipata wito wa mheshimiwa balozi kwa kweli mheshimiwa balozi alitutembelea akawa ametuonyesha kama ofisi ya mkuu wa mkoa fursa zilizopo nchini Uganda ambako Tanzania tunaweza tukajifunza. Ni baada tu ya kupata kibali kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI, kuwaruhusu wataalamu pamoja na hao wafugaji kuja nchini Uganda. Hivyo ni fursa kwetu na fursa kwa wafugaji wetu, wamepata kuona mengi ambayo hawajawahi kuona na wanashangaa wameweza kuona ng'ombe wa uzito wa zaidi ya kilo mia saba wanafugwa hapa kwao. Naamini wata baada ya kupata hii elimu wataiga, hawatatoka bure, wataiga, watajifunza, watatuletea hiyo elimu pale nyumbani kwetu Tanzania, na wataboresha uchumi wao kwa ujumla wake. Nishukuru kwamba tumejifunza mambo mengi sana kuhusiana na ufugaji wa wenzetu Waganda wanavyofanya tumeona ng'ombe wa nyama kama unavyoona ng'ombe wa maziwa tumetembelea sehemu nyingi, tumejifunza vitu vikubwa sana. Kumbe Watanzania na wafugaji wengine au wanaoniona hapa, naomba tupate hii chachu kwamba tunahitaji kuboresha sana ufugaji wetu. Nimejifunza mfugaji sio maskini, ni mtu wa kuthaminiwa sana, anayeweza kukuza uchumi wa nchi mejifunza jinsi tunavyoona kama ng'ombe wanavyoonekana hapa. Hawa ni ng'ombe aina ya Saiwol ambao tumewaona kwa muda kama wa mwaka mmoja na nusu, ng'ombe anaweza akawa na kilo mia tatu na point kwa muda wa mwaka mmoja na, na nusu na zaidi. Tukiona wengine pia wako pale wakubwa zaidi, wana kilo mpaka mia saba. Sasa tunaona ni fursa kwa sisi kwa maana kwamba kilo mia saba, kwa kilo tu sasa hivi ni kama kilo ni shilingi 1100, 1100, sasa kwa 1100, kwa maana kwamba ukifanya calculation za haraka, ina maana tunaongelea milioni 7 na point kwa ng'ombe wa Sahiwal mmoja ambaye amemaliza miaka mitatu mbeaka, mpaka mine. Na tunaona pia maboresho ya namna ya kulisha mifugo wanavyolishwa hapa, tunaona wanavyolishwa na kuchanganya mchanganyiko wa chakula Uh, jinsi gani bora ya kuweza kufanya ili na sisi ufugaji wetu uwe na tija. Sisi binafsi tunafuga kule wafugaji wa wa wa wa wa Geita mkoa wa Geita lakini tumejifunza sana hapa, na namna gani bora kuweza kufanya ufugaji wenye tija kulikokuwa na mifugo wengi alafu wanakuwa hawana tija. Kitu kikubwa tulichokiona hapa au tulichojifunza ni kuangalia ni namna gani anafuga ng'ombe, ni namna gani anawaandalia lishe, ni namna gani anawaweka katika kuwazuia magonjwa ambukizi ya wadudu ambao wanaambukiza magonjwa, lakini ni namna gani anavyowatibu. Mpaka ametueleza kwa undani kabisa kwamba kwa kuzuia hiyo ameanzisha kiwanda cha kwake ambacho sasa kinaweza kikatoa madawa kikatibu ng'ombe wake, lakini pia akapata kipato kingine kwa kwa kuuza kwa wafugaji wengine.